Sasa ugonjwa wa homa ya ini ni ugonjwa na ina homa ya ini inayopatikana sana katika nchi yetu ni na homa ya B na C. Sasa katika hii homa ya B na C, homa ile homa ya ini ya, ya C ambayo ndio ndio hatari zaidi kuliko hata homa ya, ya B. Sasa kama nilivyosema uambukizaji wa homa hii ya ini unaambukizwa sawa so sawa so kama ambavyo ugonjwa wa, ukimwi wa, wa unaoambukizwa. Kwa maana kwamba e, eh, unaweza mtu akaambukizwa kupitia tendo la ngono lakini pia mtu anaweza kupata homa ya ini kutokana na kugusa maji maji yaliyotokana na mgonjwa huyu ambaye ana ugonjwa wa homa ya ini. Sasa lakini pia ugonjwa huu, tushukuru tu Mungu kwamba una kinga. Ugonjwa ukimwi wenyewe hauna kinga, lakini homa ya ini ina kinga. Kinga yake ni kwamba mtu anaweza akapata chanjo, na hii chanjo anapoipata anatakiwa apate kwa ma, ap, ap, apate dozi tatu, yani atapata dozi ya kwanza itapita mwezi mmoja atapata dozi ya pili, baada ya mwezi mwingine atapata dozi ya, ya, ya, ya tatu. Sasa akishapata dozi zote tatu anakuwa amepata kinga kamili dhidi ya ugonjwa huu. Lakini inawezekana mgonjwa akapata mtu mteja akapata dozi ya kwanza na ya pili aa, katika interval ya mwezi mmoja mmoja. Sasa kuna uwezekano pia wa ile dozi ya tatu anaweza hata baada ikipita miezi mitatu dozi dozi ya pili hiyo, dozi inaweza kufanya kazi, lakini kitokea mtu amepata chanjo, atuseme dozi ya kwanza na ya pili, halafu ukapita muda mrefu hajapata dozi ya, ya tatu, yaani zaidi ya miezi mitatu Ma, kwa mantikio anatakiwa aanze dozi upya, aanze kuchoma dozi ya kwanza, ya pili mpakana, na dozi ya tatu. Kwa hivyo ni shauri tu kwamba kwa sababu ugonjwa huu ni hatari kuliko hata ugonjwa wa ukimwi ni vyema sasa jamii ikafahamu kwamba ugonjwa huu ni muhimu, na watu wakapata mwitikio mw, wakapata mw, mw, mw, mzuri kwa ajili ya kupata uh, chanjo dhidi ya ugonjwa huu. Lakini pia niseme tu kwamba uh, tunaendelea kutoa elimu uh, dhidi ya ugonjwa huu, na bahati nzuri ni kwamba serikali imeshatoa utaratibu uh, imetoa ime, ime mwongozo wa namna ya kutoa kutolewa kwa huduma hii na kuna mwongozo ambao ulianza kufanya kazi mwaka 2022 na huu utatamata mwaka 2026. Serikali pia itafanya mapitio itaboresha mwongozo huu. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya, kuna mtu amepata maambukizi ya ugonjwa huu kwa vituo vya afya, zahanati pamoja na hospitali uh, ya wilaya. Vituo hivi vyenyewe tu vinafanya huduma za upimaji pamoja na na utoaji wa elimu. Sasa, inapotokea mtu kwa bahati mbaya ambaye sio mjamzito amepata maambukizi ya ugonjwa huu tunampa rufaa kwenda kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa na hospitali zingine za rufaa. Kwa hiyo nitoe rai kwamba tunapoendelea kuzitoa elimu hizi, na ndio maana tunasisitiza mama mjamzito anapokuja kwanza kliniki, aje na mwenza, ile tunapotoa elimu kwa mama, pia na mwenza wake aweze kupata elimu okay, hii kwa ajili ya kuzikinga kwa familia yetu. Lakini nisisitize pia kwamba wamama uh, wajawazito mama, wa mama anapojigundua kwamba ni mjamzito na dalili kubwa ya kugundua kwamba ni mjamzito ni pale ambapo unapopita ule muda aliotarajia kwamba ata, ataona siku zake umepita, kwa lazima aweze kuwa na maswali kwamba yawezekana nimepata ujauzito. Basi ili awe na uhakika, ni vyema kaenda hospitali ili aweze kupimwa. Sasa ni vyema mama anapogundua, kwamba anapohisi kwamba ni mjamzito akawahi, itamsaidia kufanyiwa vipimo kama hivyo pamoja na huduma nyingine. Tuna changamoto ya wamama kuanza kliniki mapema kwa sa sababu ina maana mama anapogundua tu ni mjamzito, na anatakiwa anze kliniki. Sasa wengi wanaenda baada ya kwa imepita miezi mi, eh, miezi mitatu, yani zaidi ya wiki kumi na mbili. Sasa katika kipindi hicho kuna mahitaji muhimu ambayo mama anatakiwa ayapewe yanayosaidia kuimarisha afya yake pamoja pia na afya ya mtoto. Dalili ambazo zinaambatana na ugonjwa huu, kwanza, aa, mgonjwa anaweza akamacho yanaweza akaanza kuwa ya njano. Kwa nini anakuwa ya njano? kwa sababu kuna uchafu ambao unatakiwa utolewe kupitia kwenye ini. Hasa ini litashindwa kufanya kazi yake vizuri, matokeo yake ule uchafu utaanza kurundikana kwenye mwili, unaporundikana, unapelekea sasa macho yanaanza kuwa ya njano, lakini pia hata ulimi unaweza ukaanza kuwa wa njano pia hata ngozi inaanza inaanza kuwa ya njano. Kwa hiyo mtu anaanza, unashangaa una, una kwa nini mtu anaanza kuwa njano? Kumbe ni kwa sababu ini halifanyi kazi yake vizuri. Lakini kadri ugonjwa unavyoendelea uh, kwenda itafika wakati mtu anashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo anaweza akawa anachoka, mwili unakuwa na uchovu, lakini pia uh, tumbo lina, linaanza kuvimba. Shangaa mtu tumbo linaanza kuvimba, anaanza kuwa na kitambi ghafla. Kumbe ni kwa sababu ini halifanyi kazi. Kwa nini inatokea hivyo? Ni kwa sababu kunakuwa na maji yanakuwa yamejaa tumboni. Sasa na, na, na, na lile tumbo ukilibonyeza una, unaona kabisa ndani ya lile tumbo kuna maji. Lakini sasa kwa, kwa, kwa maneno mengine ni kwamba mwili wote kwa ujumla utaathirika, kwa sababu hili litakuwa halifanyi kazi. Utashangaa pia hata kucha anza kuwa kama lina mlima kama linavimba, ni kwa sababu ile ini halifanyi kazi yake vizuri. Kwa kifupi, hata hamu ya kula anakuwa hana. Uh, anapokosa -ana ana -ana hamu ya kula, tunaamini kwamba pia ha hawezi kuwa na nguvu. Kwa maneno mengine ugonjwa huu wa homa ya ini utaathiri mwili mzima lakini athari yake itakuwa inabadilika na dalili zinabadilika kutokana na jinsi ugonjwa unavyoendelea kukua. Ngozi kuwa ya njano, mwili kuchoka, tumbo linaanza kuvimba, anavimba na kucha zinaanza kubadilika, lakini mtu huyu pia anapotwa na kitu kinaitwa bleeding disorder. Ini haliwezi kufanya kazi vizuri, kuna vitu vinatokea vitoleo na ini kiasi kwamba hata kitokeo umepata mchubuko, damu haziwezi kuvuja. Sasa utashangaa zitavuja lakini zitakata kwa muda mfupi. Sasa kama ini alifanya kazi vizuri, hata ikitokea umepata kidondo, umejisumbua, damu zitotoka kwa muda mrefu bila bila kukoma, kwa kwa sababu kuna vitu vinavyosaidia damu iweze kuganda, haitaweza kuganda kwa wakati mfululizo. Kwa, kwa kifupi, hizo ni dalili tu chache za ugonjwa wa ini, lakini niseme dalili zitatofautiana kutoka mgonjwa mmoja hadi mwingine kutokana na hatua ambayo uh, ugonjwa alionao huyu mtu umefikia. Yule ambaye bado haujafikia hatua ya mbele sana dalili zitakuwa chache, lakini yule ambaye ugonjwa ume, umeendelea zaidi pia dalili zitakuwa ni nyingi. Asante, asante sana.